Sasa nakwambia ah. Eh? Vipi? Ole yako nikukuta tena unamfanyia vitu vya jamuu huyu kama wao wanafanya chizi, mimi chizi zaidi yako. Wewe sasa ni wewe unafanya kitu kibaya, huyu mbavu. Saidi, mwanangu Saidi, pole baba yangu, umesikia. Mwenyezi Mungu atakujalia. Uvee, twingie ndani. Aha, nishajua, kuna mimi nikiondoka kazi yako kuleta wanawake wengine ndani. Haina shida, na nitafatilia hii kweli. Mke mimi, na akili zangu timamu nikaingize mke, mwanamke mimi, na akili zangu nikaingize mwanamke chumbani kwangu, tena kwenye ndoa yangu? Usimfanye mimi mtoto. Hii kondom imetumika hii? Sawa mke, hayo maswali kuniuliza mimi, siuliza sasa ufanya yaunalalanikia miokililaba mi ndo nimebeba kondomu nimeleta ndani eh? Toka lini mtu na akili zangu nimeoa nikafanya uchafu ndani ni ya chumba changu tena mke wa ndoa, wala sijarihika. unanifanya mimi mtoto. <laughs>

Saidi, huyi nuka. Nimekuletea chai mwanao kama nilivyokuambia, wakaleana dokta atafika kuleta majibu yako. Sio, umenielewa mwanangu? Sawa shangazi. Lakini kabla ya yote mimi leo nimekuja mwanangu. Kuugua sio kufa. Hii ndio talaka. Kama hiyo ndio talaka nimepewa hivyo. Hivi mimi nimeleta nyumbani. Hivi wa shida. Na kuleta hiyo ndio talaka unaletea mimi? Mama jamani. Wewe shukuru Mungu mimi nimekuja hapa nyumbani salama. Hivi mtoto wangu, una shida kutwa nzima kama jina lako. Eh? Mama bana gani aa, nifanya nini? Sijui talaka mimi, mama, nimepewa talaka. Talaka nikatupwa na mbegi, nikaona ya nini, nikaja nyumbani. kwa shida iko wapi? Kaja nyumbani mama yako msimbe, sina mume, auja unikae hapa. Sasa nasemaje? Nataka nikajue huko huko kwa mumeo, kama ni wewe ndo umeharibu au ni bwana wako ndo umeharibu, nitajua Nzito, yani hiyo taraka ina siri nzito, yani siri ukiijua, na kuumwa moja ya ibada, umenielewa mwanangu, Mwenyezi Mungu anakukumbuka unapoumwa, basi usikae ukikufuru, shukuru. Kuna watu wengine wanaumwa zaidi yako wewe. Kama utakwenda hospitali, utaona wagonjwa jinsi wanavyoumwa, utasema mimi siumu nzima. Kwa mwanao mwanangu, ilo alopewa, yani Mwenyezi Mungu anataka, yani ukae uki Mwenyezi Mungu Usikae kwa kufuru ukasema mimi mm, uh, uh, ni kwa nini naumwa hivi? Utakwenda njia ambazo sizo, umeelewa mwanangu? Kwa hiyo kaa ukitulia, Mungu akijalia, leo ajibu uh, uh, atafika. <coughs> umesikia shagazi? Uh, nimekuwa kama dunia nimekosea, um, yaani kila siku hali yangu inakuwa mbaya kama mfungwa yoko Saulo, natamani na mimi niponi kama zamani, lakini kila siku hali yangu nazidi kuwa mbaya. Kuugua sio kufa na kuumwa ibada. Umenielewa? kama nilivyokwambia, kaa utulie, leo daktari anafika, ili atakuja kutupa majibu, utajua shida nini na tatizo nini. Lakini tukiacha na hayo, kwanza kabla ya yote, mi nahisi we una njaa ujana toka asubuhi, na ndio maana mimi nimeona bora nikuletee hii mikate na chai, kwanza unywe Ikwa naombi moja, mi mkate, nimechoka kusema kweli. Nahitaji nibadilishie chakula, unipikitamgoli mchataji na nyama kidogo, atakifeni mkate, nimechoka shangazi, haifai unajielewa, lakini yaani mimi naangaika naacha mambo yangu, natoka huko, naacha vitu vyangu vyote natoka, nasema kwa mwanangu ni msaidie ni nichukue chakula nikampa. Unajua sasa hivi huna wa kukupa chai. mm -hmm. Leo naniambia, yaani mikate utakuwa kama teja hivyo. Unajua wewe wewe, kweli? Ah, nataka nikuulize hicho kipindi chako wewe, chok una pesa zako sasa. Ulikuwa unanipita mimi kama unijui eh? unanipita kama sio shangazi yako. Unapita nuna agali na. Leo hii mimi nakuletea mikate, unaliona mimi sifai, si ndio shangazi? aupaskuni hukumu hivyo, mi bado mgonjwa, nahitaji faraja yako. Lakini kusema kweli mikate nimechoka Saidi, naomba usichanganye tena, usinipelekesha na usinielewe. Unanielewa eh? Sasa nakwambia vipi? hii mikate ukiweza uta basi usinisumbue, pinga mkubwa. Naongea kwa sababu, sasa nataka unipe uji mimi. Una hali yako kula au kutupa, na mimi naenda. Ukajifanya jeuri, unanifanya wewe ndo azimu mpakachoaagu pumbavu mkubwa wewe. Mbona hmm, una kumchamba mkulima wako? Siri gani? Siri gani? Yaani unaona wewe mama yako ni vokaapa sina mume. Naona unakuja unajaliana papa, mchana yeye kilo tatu mia tano. Naona unakuja laka wapi? Yaani mama tu wewe ujui, yaani ujui tu. Naaama tu laama tunakuja nyumbani lakini nalilaumu humu. Sasa ngoja nikabadilishe nguo. Laama hapo hawezi pata Huko kwa bwana wako. Ndio laama atakapoenda kupatikana. Hivi, ah. Hey, dada huyu ni kaba mdogo, ni mzigo kwetu. Maisha yetu si yenyewe hayaeleweki. Ametumia pesa zake amekula stali na rafiki zake na ndugu zake, mwisho wa siku ameumwa, amekuja hapa kama mzigo hivi mzigo kweli? Unaelewa kweli? an mdogo mdogo wangu, hata mimi mwenyewe nimechoka, nimechoka, nimechoka. Kila ninachokifanya mimi yani mtihani mtupu eh? Kila ninachomletea mimi mtihani mtupu mpaka sasa hivi nishaangaika, nishapoteza pesa zangu yani mpaka sielewi eh? alafu ikesha nakuja namletea chakula ananyali chakula changu mimi yani, anafikia tu anaambia mimi, chakula gani ulichoniletea sijui hivi. Unisikilize, kweli kweli kweli, dada, mimi hiki kitu nakipinga, yaani kwa maisha yanayotaka tukiendelea, haki ya Mungu, kama mimi pale nyumbani kwangu naishi na mke wangu? Sorry, Nisa. Amna cha sorry. Wewe uelewi kitu gani? Kila siku nakuelekeza, eh? Muda mwingine mtu tunapata kidharura kidogo, hela hatuna, tunaamua kusofsofu mambo kiulani laini majumbani mwetu ili tuokoe hata vigara magarama. Lakini wewe unaona nini mpumbavu kukupeleka nyumbani kwangu? Si ndio? Sasa, ulichokitaka imeshakuwa, mke wangu amejua kila kitu. Hapana. Mimi hiyo swala sikushauri. Kwa sababu ukisema wewe uchukue sumu mtilie wakija madaktari, huyo atakuja atakufa ghafla, wakija madaktari wakimpima, wakiona sumu, mdogo wangu utakuwa kwenye hatia. Sasa mimi nachoshauri, fanya chochote unachojisikia, lakini sio swala so la sumu, ni siko pamoja na hilo. Amna dada, hivi angalia, nyumba nzima hivi usiku anakoa watu, atulali makozi, kila napoenda, kila sehemu ni makozi tu, makozi ajabu ajabu, eleweki hivi eh? Dada, kwa mfano wewe ndo ungekuwa, wewe wewe ungejisikiaje? Sasa yeah, naomba nisikilize. Naomba mwambie tabia kuchukua shuka zangu usiku sitaki, inakuwaje? <coughs> E, e, jamani, hivi matatizo ndio maana watu unaambia mtu usimsawau ndugu yako, yaani yani unajiona wewe ukishapata mali unajikuta wewe ndio wewe, matokeo yake ndio haya. Mimi, wacha nikamwangalie, lakini <coughs> Hey. Kama unataka mahusiano na mimi kuanzia sasa hivi tunavyozungumza, kama ni ubebi, sijui mapenzi ya kae mbali. Kama unataka labda kidogo sijui tuna nini, tutafutana tafutana, labda nikupigie mimi, usitume message wala kunibipu. Naomba iwe mwanzo na mwisho leo. Wewe uelewi nini? Mimi nina ndoa yangu tayari. Tumeelewana? Sinaongea nawe, tumeelewana? Usinipigie, usinibipu, wala usinitumie message mpaka nitakapokuhitaji mimi. Kwangu kusharibika. Si ndio ulichokitaka? Si ndio ulichokitaka nakuuliza?

Eh, sisi hivi dada, unaweza ukaniambia nini ni chanzo mpaka achua wenye ndoa yako? Well, tena kila ambao unautaka wengine usiukubali kwa huwezi eh, kuniambia kidogo hapo? Hmm, hmm, pagumu lakini takuambia, shoga yangu. Hmm, ina maumivu, ina maumivu ndugu yako mimi Chemeji yako sawa, mimi nampenda lakini chemeji yako ana tabia mbaya. Eh, hebu angalia ni tena. Kila ikifika usiku, ushemeji yako anataka kinyume na maumbile. Hivi ingekuwa ni wewe mdogo wangu, mchumba wako anakufanyia kitu kama kile, ungefanya Father, dunia ina kila kile lakini. Dunia ina rangi rangi. Wewe ndio unadodoa rangi rangi. Sasa wewe, rangi ndio unaona rangi hii. Naomba sasa nikwambie kwa maisha yako. Ukiniona popote ninapopita, taki nishomokee. Nakwambia hivyo kuanzia leo, mimi sio ndugu yako, mimi si nite faza faza wako. Huko wazee wenzako huko tena, ukone mtumwa wako. Nashukuru, nashukuru. Endelea kushukuru hivyo hivyo. Asante gugugu nafuli nilipokuwa zamani.